Je, mpendwa, na karibu katika kipindi kingine cha Neno. Mimi ni Pamela Umodo na nina furaha sana kwamba tumekutana tena kwenye kipindi hiki ili tubarikiwe pamoja. Mafundisho yetu yatoka kwenye Mambo ya Nyakati ya Kwanza, nalo somo li kwenye sura ya 28 kuanzia ya aya ya 11 hadi sura ya 29 aya ya 30 ni. kama anavyoendelea kujifunua kwetu katika maandiko ya neno lake, yani Biblia. Leo hii kwa neema ya Mungu tumefikia somo la mwisho kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya kwanza. Somo letu lapatikana kwenye sura ya 28 aya ya 11 hadi sura ya 29, na kama ilivyo muda waniruhusu tu kushughulikia maandiko ya kimsingi, na kwa hiyo nitakuomba uchukue muda wa kusoma sehemu hii ya maandiko ili uendelee kubarikiwa. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi kwenye aya ya 11 hadi 13 kwenye sura ya 28 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Sikiliza: ndipo Daudi akampa Sulemani mwanawe mfano wa ukumbi wa hekalu na nyumba zake na hazina zake na orofa zake na vyumba vyake vya ndani na mahali pa kiti cha rehema na mfano wa yote aliyokuwa nayo kwa Roho katika habari ya nyua za nyumba ya Bwana na ya vyumba vyote vilivyoizunguka ya hazina za nyumba ya Mungu na ya hazina za vitu vilivyowekwa wakfu. Tena katika habari ya zamu za makuhani na Walawi na ya kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana na ya vyombo vyote vya utumishi nyumbani mwa Bwana ya dhahabu, kwa uzani, kwa vyombo vya dhahabu kwa vyombo vyote vya utumishi wa kila namna, ya fedha, kwa uzani, kwa vyombo vyote vya fedha kwa vyombo vyote vya utumishi wa kila namna. Kama vile tumesoma maandiko haya, twaona kwamba jinsi Musa alipewa mfano wa ile sanduku la agano, ndivyo Daudi alipewa mfano wa ile nyumba ya Bwana, yani hekalu. Sulemani alipokea mfano huo kutoka kwa Daudi. Hekalu aliyoijenga Daudi kwa mikono ya Sulemani mwanawe ilikuwa yenye uzuri, fahari na utukufu sana kuliko aliyoijenga Herode miaka mingi baadaye. Hekalu aliyoijenga Herode ilikuwa ya kuwaridhisha wanadamu, lakini Daudi alifanya kila jambo ili kumtukuza Mungu. Ndiposa alitoa fedha, dhahabu, shaba na vingi vya thamani. Kwa sababu hiyo, Daudi alimwambia Sulemani mwanawe kwamba asiwe dhaifu, bali awe mwenye nguvu, akaifanye kazi ile. Kila kilichohitajika Daudi alikuwa ameweka tayari, kazi ilikuwa kwake kutekeleza jinsi ufahamuvyo. Daudi hakuwa akiijenga hekalu ile ili Mungu aishi humo. Mungu hawezi kuishi katika sanduku mwenzangu. Sulemani alipokuwa akiweka wakfu nyumba ile, aliomba na kusema hivi: lakini Mungu, je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu, sembuse nyumba hii niliyoijenga. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 27 Ulimwengu wote ambao Mungu aliumba msikilizaji, huwezi kumtosha. Je, habari gani nyumba ndogo aliyoijenga Sulemani hekalu? Hiyo ilikuwa mahali pa mkutano. Mungu alikutana na mwanadamu hapo, naye akasemezana naye, nayo ile hekalu ilikuwa kwa utukufu na heshima yake Mungu. Leo Mungu hakae katika hekalu yoyote ile, wala hakutani nasi katika majengo yeye yuaishi ye, ye, ndani ya watu binafsi kwa roho wake Mtakatifu, yani hao wanaomwamini Kristo Yesu. Daudi alikusanya dhahabu na fedha katika uzani wake kwa kila chombo kitakachohitajika katika huduma hekaluni. Mtu huyu alitaka sana kwamba baada ya kuondoka kwake ibada kwa Mungu ifanyike kwa hali ya juu sana. Hakika hili ni dhihirisho kwamba alimpenda Bwana Mungu wake. Kisha kwenye aya ya 14 hadi 18 neno laendelea kutwambia hivi: ya dhahabu kwa uzani, kwa vyombo vya dhahabu, kwa vyombo vyote vya utumishi wa kila namna; ya fedha kwa uzani, kwa vyombo vyote vya fedha, kwa vyombo vyote vya utumishi wa kila namna kwa uzani; tena kwa vinara vya dhahabu na kwa taa zake, kwa dhahabu kwa uzani, kwa kila kinara na kwa taa zake, na kwa vinara vya fedha kwa uzani, kwa kila kinara na kwa taa zake, kwa kadiri ya matumizi ya kila kinara na dhahabu kwa uzani kwa meza ya mikata ya uonyesho kwa kila meza, na fedha kwa meza za fedha, na nyuma na mabakuli na vikombe vya dhahabu safi, na kwa matasa ya dhahabu kwa uzani kwa kila tasa, na kwa matasa ya fedha kwa uzani kwa kila tasa, na kwa madhabahu ya kufukizia dhahabu iliyosafika sana kwa uzani, na dhahabu kwa mfano wa gari, yaani makerubi yenye ya kutandaza mabawa na kulifunika sanduku la agano la Bwana. Hekalu hiyo, msikilizaji, haikuwa na dokezo lolote lionyeshalo hali ya kujinyima au utimizi wa kuzingatia gharama. Hekalu hiyo ilikuwa ya gharama sana kwa ufalme wa Daudi. Kumbuka kwamba Daudi alifanya yote haya ili kumtukuza Mungu. Hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo roho ya kutoa, yani kumheshimu Mungu. Nayo aya ya 19 yaendelea kutwambia hivi, hayo yote akasema Daudi, yamenielea kwa maandiko kutoka kwa mkono wa Bwana, naam kazi zote za mfano huu. Andiko hili kama vile tumelisoma, ni la ajabu sana. Mfano wa hekalu ulitoka kwa Mungu, sawa na ile hema ya kukutania ambayo Musa alipata mfano wake kutoka kwa Mungu alipokuwa mlimani, kama vile waweza kusoma kwenye kitabu cha Kutoka. Kile kilichofanyika katika hekalu ile, ni Mungu ndiye aliandaa kifanyike kwa jinsi hiyo Sehemu ya ujenzi wa ile hekalu hapo kwenye uga la kupuria ngano la Arauna Myebusi, ndipo Mungu alichagua kwamba hekalu itajengwa, na yote yalifanyika kwa jinsi hiyo. Mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Daudi na kumwonyesha kila atakalofanya. Na kwa hilo ndugu msikilizaji, ndivyo yafaa kuwa katika maisha ya kila mtoto wa Mungu, kwani Roho wa Mungu aliye ndani yetu ndiye kiongozi atuongozaye tutende mapenzi ya Mungu. Unapojitolea kwake atakuongoza utende yote kulingana na mapenzi yake, nawe utafanikiwa sawa na Daudi alivyofanikiwa. Kwenye aya ya 20 neno laendelea kutwambia haya, kisha Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, uwe hodari, mwenye moyo mkuu, ukatende hivyo, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu, Mungu wangu yu pamoja nawe. Yeye hatakupungukia wala kukuacha hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Daudi kama ilivyo alichangamka sana kwa habari ya ujenzi wa hekalu, na katika yote aliyotenda, amhimiza Sulemani mwanawe kwamba awe hodari na kuifanya kazi hiyo kubwa zaidi. Amwambia kwamba Mungu wake atakuwa pamoja naye yaani, wala hatampungukia hata atakapomaliza kazi yote ya ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Rafiki yangu, kwa hili ningelipenda kukwambia ya kwamba iwapo kuna jambo ambalo laweza kufanikiwa maishani mwako ni hilo ambalo Bwana mwenyewe amelinena katika maisha yako. Iwapo Bwana amenena kwamba wahitaji kuwa mtakatifu, nawe utafute kuwa mtakatifu, huyo Mungu aliyenena kwa habari hiyo ni lazima atahakikisha kwamba umefikia utakatifu ambao amekutakia wewe na hivyo ndivyo ilivyo kwa mengi sana katika maisha yetu, maana pasipo ya kufahamu atutakiayo Mungu, basi tutafuata njia zisizo sawa. Mungu hajatunenea katika maisha yetu. Mara nyingi kuna vitu ambavyo wanadamu hutafuta, lakini tazama, neno la Mungu latuambia kwamba tutafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Lakini imekuwa kawaida ya kwamba watu watafuta mengine yote kabla ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Wewe ndugu yangu, iwapo wahitaji mkono wa Bwana uwe pamoja nawe na ufanikiwe maishani mwako, ni lazima ufanye hilo lililo katika mapenzi yake, sawa na vile ilikuwa mwanzo katika maisha ya Sulemani. Hakuna jambo lingine ndugu yangu, linaloweza kukufanikisha isipokuwa hili ni kwambialo Bwana wetu Yesu Kristo akinena nasi kwenye vitabu vya Injili atuambia moja kwa moja kwamba tukimpenda tutazishika amri zake, na ni kwa hao wazishikazo amri zake ndiyo hujibu maombi yao na kuwafanikisha katika kila jambo lililo katika mapenzi yake Mungu. Je, wataka kufanikiwa ndugu yangu? Ufanisi si wa kuwa tuna fedha, bali ufanisi ulio halisi ni ufanisi unaojumuisha mwanadamu katika uzima wake wote kwa hii nina maana kwamba ni lazima ufanikiwe nafsini mwako, yani uwe na Mungu katika maisha yako, ufanikiwe katika akili na mawazo yako, yani uendelee kutafakari yaliyo ya, ya Bwana na kutenda kama anavyokuagiza na pia kufanikiwa katika hali yoyote nyingine ambayo Mungu atahitaji ufanikiwe. Mpendwa, hilo ni jambo unalohitaji kulitia katika moyo wako, maana pasipo ya kulitia katika moyo wako, lile litakalofanyika ni kwamba utakuwa ukijidanganya mwenyewe. Ombi langu ni kwamba lisifanyike hilo maishani mwako, bali uishi ukimtazamia Mungu kwa kutenda mapenzi yake, nawe utaona jinsi atakavyokutendea maishani mwako. Tunapomalizia sura hii ya 28 neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21 na natazama hizo zamu za makuhani na Walawi ziko kwa utumishi wote wa nyumba ya Mungu, nao watakuwapo pamoja nawe kwa kazi ya kila namna, kila mtu mwenye hiari aliyestadi kwa utumishi wowote; tena maakida na watu wote watakuwa chini ya amri yako kabisa. Mtumishi wa Mungu Daudi aliwahimiza wote wa ufalme wake kujumuika pamoja na Sulemani kufanya kazi hii kwa ajili ya Mungu. Alichohitaji Sulemani kutenda ni kufuata maagizo na mpango aliyoupokea kutoka kwa Daudi babaye. Tunapogeukia sura ya 29 twapata himizo la Daudi kwa taifa lile. Mtazamo wa hapo awali ulihusu hekalu. Ingawaje alifahamu kuwa siku yake ya kufa ilikuwa imekaribia, hata hivyo, aliwataka watu wale wajue kuwa kitovu cha ufalme ni hiyo hekalu, ambayo kwa mkono wa Mungu aliagizwa kujenga. Huu ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Daudi kwa watu wake hili ni sawa na alilotenda Yakobo, maana alipokaribia ya kufa aliwaita wanawe wote na kuwanenea yanayowahusu siku zao za baadaye. Hayo ndiyo wayapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 49. Hilo ndilo Musa alitenda pia, aliponena na kabila zote za Israeli kabla ya kufa kwake. Sasa ni zamu ya Daudi. Hebu tusikie anayo yanena. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo, nayo na kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu, ila kwa Bwana Mungu. Daudi asema kwamba Sulemani ni mchanga tena mororo, asiye na ujuzi wowote. Daudi alikuwa mzee mwenye ujuzi mwingi sana, naye aliwataka watu wale wafahamu ya kuwa huyu aliyechaguliwa na Mungu yeye ni mchanga bado, na kazi iliyokuwa mbele yake ni kubwa mno. Aendelea kuambia hivi kwenye aya ya pili na ya tatu: basi kwa uwezo wangu wote nimeiweka akiba nyumba ya Mungu wangu dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha na shaba kwa vitu vya shaba na chuma kwa vitu vya chuma na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia vito vya njumu na vya rangi mbalimbali na mawe ya thamani ya kila namna na marimari tele. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Kisha kwenye aya ya nne na ya tano aendelea kutaja yale aliyoyatoa kwa ajili ya kazi ya nyumba ya Bwana. Hebu sikiliza yani, talanta elfu tatu za dhahabu za dhahabu ya Ofiri na talanta elfu saba za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi ya kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? maneno haya msikilizaji, yatoka kwenye moyo wa mtu aliyempenda Mungu na pia alimtanguliza katika kila jambo zaidi tuona ya kwamba kutokana na upendo wa Daudi kwa Mungu, alitoa vitu vingi sana, vitu vya thamani kwa ajili ya kazi yake Mungu. Tunaposoma kwenye aya ya sita neno lasema hivi: ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia, pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Baada ya Daudi kuwawekea changamoto wale watu iwapo kuna wale wajitoao kwa moyo ili wajiweke wakfu kwa Bwana, basi watu hao walijitoa kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Ndugu msikilizaji, hili ndilo jambo linalohitajika kutendeka katika maisha ya watu wote, hasa wale walio viongozi. Daudi alikuwa mfano, ili wengine wapate kufuata. Hakuwa mtu mwenye mkono birika, wala hakujizuia kutoa kwa ajili ya nyumba hiyo ya Bwana. Hili liliwapa changamoto wote waliokuwa pamoja naye, kama vile tumesoma. Baada ya kuona hayo, hebu tutazame yaliyoko kwenye aya ya saba hadi nane jinsi watu wale walijibia mwito wa Daudi ili kuijenga ile nyumba ya Bwana. Hebu sikiliza: nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta elfu tano na darkoni elfu kumi na fedha talanta elfu kumi, na shaba talanta elfu kumi na nane na chuma talanta elfu mia. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa wa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgerishoni. Watu hao, ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, walitoa kwa moyo wa furaha na kwa ukarimu, kwani shughuli hiyo ilikuwa kwa utukufu wa Mungu. Kisha aya ya tisa yasema hivi: ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu, kwa ukamilifu wa moyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea ya Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Bila shaka, msikilizaji, utoaji wa watu hawa uliufanya moyo wa Daudi uchangamke na kufurahia, kwani alifahamu kwamba nyumba ya Bwana itakuwa kama vile ilivyokuwa katika moyo wake, nyumba ya ajabu, nyumba ambayo inameremeta kwa hakika. Mara nyingi kuna wahubiri ambao wahubiri na kusema toa hadi usikie uchungu. Nasikitika kwamba hiyo ni kanuni ya ulimwengu, wala si ya Mungu. Iwapo ya kuumiza, ndugu msikilizaji, usitoe. Mungu akutaka utoe hilo litakaloleta furaha moyoni mwako na maishani pia. Watu hao walitoa kwa furaha, tena walitoa kwa hiari, hawakushinikizwa au kushurutishwa kwa vyovyote vile. Hilo ndilo Mtume Paulo anena habari zake kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya nane na ya tisa. Kutoa, ndugu msikilizaji, ni jambo linalohitajika kufanyika kwa hiari na pia kwa furaha. Aya ya kumi yasema hivi: kwa hiyo, Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe ee Bwana Mungu wa Israeli baba yetu, milele na milele. Kuna jambo nisilotaka ukose ndugu msikilizaji, kulisikia au kulifahamu kwenye sehemu hii. Maandiko yatuambia kwamba Daudi amwita Mungu kuwa baba wa taifa la Israeli. Katika agano la kale, hakuna aliyemwita Mungu Baba. Mungu mwenyewe alimwita Daudi kuwa ni mtumishi wake. Sheria ya Musa haikumfanya mtu yeyote yule awe mwana wa Mungu. Ni imani tu katika mwana wa Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, ndipo mwanadamu afanyika kuwa mtoto wa Mungu kama vile neno la twambia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza, mstari wa kumi na mbili. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hivi ndivyo twapata kwenye aya ya kumi na moja: E Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako Ee Bwana nawe umetukuzwa, u mkuu juu ya vitu vyote. Je, maneno haya umewahi kuyasikia wakati wowote ule? Naamini wakumbuka kwamba wanafunzi wa Yesu walipomuuliza awafunze kuomba, alitumia maneno hayo: ufalme wako uje. Licha ya maneno haya kuwa machache, ni mazito tena, yajayo matumaini kwa vizazi na vizazi. Kati ya sala zilizoko kwenye agano la kale, hii ndiyo sala kuu, tena ombi kuu. Ombi hili la Daudi limejaa sifa, adhama na shukrani kwa Mungu. Pia laondosha kila aina ya kujitegemea kwa mwanadamu na kuhudunisha kabisa uwezo wake, huku ombi hilo laonyesha na kutangaza tegemeo la mwanadamu ambaye ni Mungu wa milele. Kuna unyenyekevu pia katika dua hii aliyoifanya Daudi kwa Mungu na pia twaona kwamba kuna hali ya kujitoa kwa Mungu. Jambo lingine pia katika sala hili tuliyo nalo ni kwamba kuna ungamo kwamba vitu vyote ni vya Mungu, kama vile ufalme ni wake. Ni kutokana na haya ndiyo huyo mwana wa Daudi, yani Yesu Kristo, aliwafunza wanafunzi wake ufalme wa Mungu. Msikilizaji, ni wa milele kama vile ni wa muda kwa sasa, ni ufalme unaotawala ulimwenguni wote, na pia una sehemu kamili yani ni utawala wa Mungu juu ya dunia. Zaidi ni kwamba sala hii ni ombi kwa Mungu airejeshe nchi kama ilivyokuwa hapo awali, yaani iwe chini ya utawala wake. Katika siku zetu za sasa, Mungu atawala juu ya vitu vyote, lakini ufalme wake u katika mioyo ya wale wanaomwamini Kristo. Kwa muda dunia i mkononi mwa Shetani, kwani ndiye mkuu wa ulimwengu huu kwa sababu hiyo ndiposa waona hali ngumu kila ugeuki yako. Ufalme huo wa Mungu hakuna yeyote katika wanadamu awezaye kuujenga isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye ni mfalme wa huo ufalme. Huyo ndiye ataimarisha ufalme huo. Sala hilo tuliitalo sala la Bwana hilo ndilo waumini wahitaji kufanya katika maombi yao. Daudi alitazamia kuja kwa ufalme wa Mungu hapa duniani jinsi inavyodhihirisha katika maandiko hayo. Tunapogeukia aya ile ya 14 hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: lakini mimi ni nani, na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Rafiki, jambo la kushangaza ni kwamba huwezi kutoa kwa Mungu chochote, maana mwanzo vyote ni vyako, ila hukubariki unapotoa Yahuzunisha kwamba wengi wetu tu maskini kwa kuwa si wakarimu kwa habari ya kazi ya Mungu. Mungu hutubariki hasa tunapofungua mioyo yetu kwake katika kila hali. Tazama aya ya kumi na sita ambayo yasema hivi: E Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako na yote ni yako wewe. Utakubaliana nami kwamba hili ndilo twahitaji kutambua katika maisha yetu siku baada ya nyingine. Baada ya watu wale kumbariki Mungu na kutoa kwa jinsi ile, walimfanya Sulemani awe mfalme. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 22 na 23, ambapo neno latwambia hivi: wakala na kunywa mbele za Bwana siku ile kwa furaha kuu, wakamtawaza Sulemani mwana wa Daudi mara ya pili, wakamtia mafuta mbele za Bwana awe mkuu na Sadoki awe kuhani. Ndipo Sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme badala ya Daudi babaye, akafanikiwa nao Israeli wote wakamtii ufalme. Ndugu msikilizaji, ulithibitika na kumuunga Sulemani mkono, naye Sulemani alianza kutawala hata kabla ya Daudi kufa. Na kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 26 hadi 30: basi Daudi mwana wa Yese akawa mfalme juu ya Israeli wote, na wakati aliotawala juu ya Israeli ulikuwa miaka arobaini. Miaka saba alitawala Hebroni, na miaka thelathini na mitatu akatawala Yerusalemu. Akafa mwenye umri mwema, ameshiba siku na mali na heshima, naye Sulemani mwanawe akamiliki badala yake. Basi habari ya za mfalme Daudi mwanzo na mwisho, angalia zimeandikwa katika tarehe ya Samueli muonaji na katika tarehe ya Nathani nabii na katika tarehe ya Gadi muonaji pamoja na kutawala kwake kote na nguvu zake, nazo zamani zilizompata yeye na Israeli na falme zote za nchi. Maandiko hayo ndugu yangu yamalizia mambo ya nyakati ya kwanza ambayo ni rekodi ya Mungu. Mungu alitaka tujue habari zaidi kumuhusu Daudi na hisia zake kumuhusu Huenda humpendi Daudi, lakini Mungu ampenda. Namshukuru Bwana kwamba alimpenda Daudi na kumshughulikia kama mwanadamu. Hilo lanitia moyo, maana ndivyo atatushughulikia katika kila jambo, yaani kwa neema na huruma zake. Hebu natuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, ili tulisikilize neno lako na kujifunza hayo yatupasayo kwa wasaa kama huu. Ewe Mungu uishie milele, naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa haya aliyoyapokea kutoka mkononi mwako Bwana, utamsaidia apate kuyatenda maishani mwake, kusudi kama vile Daudi alivyofanikiwa, naye apate kufanikiwa hasa kuwa tajiri katika roho na pia umjalie katika maisha haya. Najua kuwa haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika yote, maana Mungu amekujalia uyasikie haya uliyoyasikia kusudi ujue linalokupasa na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia neema yake na baraka yake maishani mwako, unapoendelea kujitoa kwake kwa mfano wa Daudi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na Neno Litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo.